Hello, mambo vipi mda wetu popote ulipo ulimwenguni, kama tulivyokuahidi katika mwendelezo wa simulizi hii tamu na ya kusisimua iliyojaa ucheshi mwingi, inayokwenda kwa jina la mgombea wa ajabu, chizi aliyetikisa taifa, nikukumbushe tu ku subscribe channel hii ya Kubunda Media kama ulikuwa hujafanya hivyo. Basi mtunzi wa simulizi hii Kos Goliati alitutaka tutakapoanza sehemu ya tatu, tuanze na jinsi Rais Chilongo Makwapa alivyounda bunge lake, na ama hakika utaenjoy na kufurahi sana kutokana na mwendelezo wa Bwana Chilongo Makwapa. Waliona hili ni bunge lililochanganyikwa. Unaambiwa bunge lilibadilishwa kuwa uwanja wa busara, mahali pa wazi karibu na stendi ya mabasi. Wabunge walikaa kwenye magunia. Kila hoja ilianza kwa msemo wa jadi au methali. Alikataza lugha ya Kiingereza, aliweka bango: ukiongea Kiingereza utaletewa mswaki badala ya posho. Mara ya kwanza mbunge mmoja alisema Mr Speaker. Chilongo alimtazama na kusema Mr nini? Mimi ni mzee wa busara, sema kwa lugha ya mama yako. <laughs> Chilongo bwana aliende mbali zaidi mpaka kufanya mapinduzi ya posho na magari. Katika mkutano wa kwanza wa baraza la mawaziri, rais Chilongo washtua kwa tamko ya ghafla: kuanzia leo magari yote ya kifahari ya serikali V8, range rover, hata zile za kutembelea bila sababu, zimeharamishwa kwa matumizi ya watu wa serikali. hazileti maendeleo, zinalea matumbo. Kwa sauti ya ukakamavu, aliamuru magari yote yakusanyiwe na kufanywa ambulance za vijiji. Wa mawaziri wapewe pikipiki za mitumba kutoka India, zilizoandikwa majina yao kwa rangi ya nylon polish. Kila pikipiki ilikuwemo na maboksi mawili ya usalama, moja lenye helmeti, jingine lenye kikapo cha mihogo wa mawaziri waliotetemeka kwa oga walilia kimoyomoyo, hasa waziri wa afya aliyekuwa akizoea kuingia kazini na chofa huku akiwa amevalia suti ya bei ya miezi minne ya mshahara wa daktari. Tutakuwaje heshima bila magari? aliuliza mmoja. Chilongo alijibu bila kusita, heshima ni kazi, si ushenzi wa tairi nane. Baiskeli zenye kivuli kwa wakuu wa mikoa na wakurugenzi waliokataa pikipiki walipewa baiskeli zenye mwambuli zinazotumia nishati ya jua kupiga honi yenye sauti ya kuku. Kwenye kila baiskeli ilikuwepo bango dogo linasema ting ting, rais wangu anakanyaga na mimi nainama. Posho za vikao, posho za vikao badilishwa. Chilongo alisema vikao vya kukaa kimya havitaji posho kama hutoi hoja ya maana. Posho yako itaenda kwa muma wa uji jirani na ofisi yako. Nchi inahitaji busara, si uzito wa makalio. Aliunda mfumo mpya: kadi ya hoja, mbunge anatakiwa kujaza hoja ya maana. Kadi ya kimya, ikiwa hujasema kitu, kadi yako inaenda kwa mwananchi. Fundi mmoja wa mawaziri alidai kuwa hiyo ni dharau na akalalamika sana. Chilongo akampeleka kwenye semina ya kujifunza hekima kwa mamalishe programu maalum ya wiki moja ya kupika maharage na kusikiliza maoni ya wateja. Sasa kwenye masuala ya uchumi, sasa usipime pasina kutegemea, Chilongo aliibuka na uchumi wa mihogo. Chilongo alipofika Singida, alisimama juu ya jukwaa alitengenezwa na magunia ya viazi vitamu, na akasema kwa sauti kali tumesubiri msaada kutoka mataifa ya wahisani kwa miaka mingi, misaada imekuja kama chai bila sukari. Leo nasema tufufue mihogo, kauli ya kitaifa: mihogo kwanza, mikopo baadaye. Rais alitangaza mpango wa kitaifa kuinua uchumi kupitia mihogo. Sera hiyo iliitwa mihogo ni mama. Mihogo haitaji mbolea mkopo mihogo haidai mshahara wa mwezi. Mihogo haiweki marufuku kwenye soko la dunia. Mihogo huweza kupikwa kwa njia tisa: kuchemshwa, kukaangwa, kuokwa, kusagwa, kushushwa na ugali, kuchomwa, kusagwa kwa keki, kutengenezwa kuwa sabuni, hata kutumiwa kufagia viongozi wazembe. Benki ya mihogo ilianzishwa, benki ya mihogo ambapo mkulima anaweza kuweka magunia kama dhamana ya mkopo. Kila gunia lilithaminiwa kulingana na uzito na unyevunyevu. Akaunti mpya, mihogo saving account, ATM akaunti ya tawi ya mihogo. Sara mpya kipande cha mihogo, Chilongo alizindua saharaya mpya kipande cha mihogo, noti ya mfano yenye picha ya mwanamama naicheka na kipande cha mihogo kichwani, unaambiwa kama ulizoea kupiga temu hii, Kilongo lazima angekupiga tu, kwa sababu ni katika utawala wake. Kuna viongozi waliokimbia baada ya sheria za mihogo pikipiki piki na matusi ya Kiingereza. Baadhi ya viongozi waliokuwa wakizoea utamu wa jiji walikimbia. Mmoja alionekana Ujerumani akilia, yule bwana sio rais, ni sinema ya Bongo yenye skripti ya kichaa, anaongoza kama stand-up comedy ya kisiasa. Lakini wananchi walimjibu kupitia radio ya mtaa Afadhali sinema ya Bongo inayotatua shida lukina, bunge la taaluma linaongeza kodi. Wengine walikamatwa wakijaribu kuvuka mpaka kwa boti za dagaa. Chilongo akatangaza, hawa ni wahamiaji wa tumaini la zamani, wakirudi watatumikia vifungo vya kusikiliza wananchi kwa wiki kumi na mbili mdhululizo. Mabibi na mabwana, unajua huyu bwana Chilongo ni fundi sana. Je, unataka kujua kanuni mpya ya nchi aliyoanzisha? Usijali rafiki yetu, twende sambamba. Chilongo alikaa chini ya mti wa mwembe akiwa na daftari la shule lenye kurasa 48 na kalamu ya inki iliyotafunwa na mwanafunzi wa darasa la tano. Hapo ndipo aliamika katiba mpya kwa mkono wake mwenyewe. Jina la katiba: katiba ya kichwa na tumbo. Utangulizu, kuwa tumechoka kuumia kwa sababu ya watu waliovaa suti wakifanya maamuzi ya njaa. Basi sisi watu kawaida tumeamua kuongoza kwa akili ya kawaida. Misingi ya katiba: mwananchi ni mkubwa kuliko mwenyekiti. Wabunge hutakiwa kuishi na wananchi kwa siku saba kila mwezi. Suti haziruhusiwi bungeni bila sababu ya msiba. Asiyefanya kazi anakula mihogo ya jana iliyooshwa mara moja tu. Hachana na matamasha uliyoyazoea wewe, hapa hakuna kumbukumbu ya kijinga iliyo na maana. Katika maadhimisho ya uhuru, Chilongo alikataa gwaredi la kijeshi na magari ya kifahari. Badala yake aliamuru watu wavae nguo walizovaa enzi za shida: vitenge vilivyoshonwa na fundi wa mitaani, suruali zilizoshonwa na shati la shule. Maandamano yakaandaliwa, wabunge walivaa sidiraa za mama zao, mawaziri walibeba ndoo za maji. Rais Chilongo alivaa nguo ya gunia ya viazi akasema, tutakumbuka tulikotoka kwa kuvaa ujinga wetu, ndio tutaona uzuri wa tulipopo. Watu walilia, walicheka, walielewa, walikumbuka muda wa kutambia peku siku walilala na mihogo na kati, walifukuzwa shule kwa kukosa karo. Na kwa mara ya kwanza taifa lote liliungana kwa sauti moja, huu ni ujinga wa maana. Unajua, Chilongo alianza misahara sana, lakini alikuja kupendwa sana. Je, unyapenda kujua sera zake kuhusu mataifa ya nje, ikiwemo wababe wa dunia? Kama jibu lako ni ndio, basi usikonde rafiki yetu. Jiandae kwa sehemu ya nne. Sisi kama Kubunda Media tunaamini utaipenda zaidi na zaidi. Tukutane sehemu ijayo.